Novemba 15 ya kila mwaka kanisa a Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Alberto Mkuu, askofu na mwalimu wa kanisa. Alberto alizaliwa mwaka 1200 kusini mwa Ujerumani katika familia bora sana. Baba yake alikuwa ofisa jeshini katika kambi ya Swabia. Tangu utoto wake alipata elimu bora. Kwanza alisoma kule Padua Italia katika shule ya watawa wa Mtakatifu Dominiko, halafu akasoma mjini Paris Ufaransa. Ingawa mjomba wake alitaka kumzuia, Alberto alijiunga utawa wa Wadominikano. Ndugu zake walipotaka kumchukua kwa nguvu, walezi wake walimhamisha wakampeleka mbali sana. Akiwa utawani, aliwashinda wenzake kwa akili, moyo wa ibada na sala, na kwa kufuata kanuni zote za kitawa. Alikuwa na ibada ya pekee kwa Bikira Maria, akiwaka mapendo kwa wokovu wa roho za watu. Kwa sababu ya akili zake nyingi na elimu ya juu aliyokuwa nayo, alitumwa kufundisha katika vyuo vikuu maarufu vya wakati wake, hasa kile cha mjini Koloni Ujerumani na cha Paris nchini Ufaransa. Alimfundisha Mtakatifu Toma wa Akwino na aliweza kumtambua uwezo wake mkubwa wa kiakili. Alberto alijipatia sifa nyingi kutokana na kipaji chake cha akili nyingi. Mafundisho yake yalienea katika vyuo vikuu vya wakati wake. Watu wengi walikuja kusikiliza mafundisho yake, hata kumbi za mihadhara hazikuweza kuwapokea wanafunzi wote, hata ikabidi awe anawafundishia nje uwanjani. Alberto alikuwa mtaalamu wa teolojia na wa mafunzo mengine ya sayansi na falsafa. Aliandika vitabu vingi juu ya masuala ya teolojia na Biblia. Alijulikana sana hasa, watu walimwita mkuu na daktari wa ulimwengu. Kwa kuwa katika ujuzi na maarifa yake alikuwa mtu wa ajabu, hata akaitwa muujiza wa karne yetu. Ilikuwa ni kwa jinsi alivyokuwa mjuzi na mwenye maarifa ya mambo yote alikuwa mjuzi katika elimu ya sayari, elimu ya jiografia, elimu ya hesabu, hali ya hewa, fizikia, kemia, kilimo, madini, elimu viumbe, elimu ya afya, saikolojia, falsafa na teolojia. Lakini alikuwa hasa mtaalamu wa teolojia. Mwaka 1254 alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Wadominikani kule Ujerumani lakini baada ya miaka miwili alijiuzulu na kurudi kufundisha. Mwaka elfu moja mia mbili na sitini aliteuliwa kuwa mshauri wa papa katika mambo ya teolojia. Akiwa kule Roma akawa akihubiri kule mjini Roma. Baadaye akateuliwa kuwa askofu wa Regensburg, Ujerumani. Alikuwa jasiri katika kuwapatanisha wabishi na kutoa wa mashauri mema, lakini baada ya miaka miwili alipata changamoto nyingi sana hata akaomba kujiuzuru. Akarudi tena mjini Koloni kwa kazi ya kufundisha toka mwaka 1263 hadi 1264. Akateuliwa kuwa mwakilishi wa papa Urbano wa nne wa, wa kuhubiri vita vitakatifu nchini Ujerumani na Bohemia. Wakati akishiriki mtaguso wa Lioni wa mwaka 1274 alipata taarifa ya kwamba mwanafunzi wake Thomas wa Aquino amefariki. Hivyo Alberto akarudi Ufaransa kutetea kazi alizoacha mtakatifu Thomas wa Aquino ambazo zilikuwa zimekatazwa kufundisha katika chuo kikuu cha Paris alikuwa mtetezi mkubwa wa teolojia Mtakatifu Thomas wa Aquino, hasa katika suala la sayansi na imani kuwa pande mbili za sarafu moja. Alberto mkuu alitunga nyimbo za kuabudu Ekaristi takatifu. Pamoja na elimu yake yote, alibakia kuwa mtu mnyenyekevu mwenye imani thabiti na aliyependa kuwahudumia masikini na wanyonge. Alikufa tarehe ya 15 mwezi Novemba mwaka 1280. Alitajwa kuwa mwenye heri mwaka 1622 na, na Papa Gregory wa 15 na akatangazwa kuwa mtakatifu, mwalimu wa kanisa na somo wa wanafunzi wa sayansi mnamo tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 1931 na Papa Pio wa 11. Tafakari: kuna watu wanatamani kupata elimu kwa udadisi tu, na hii ni aibu na wakati huo kuna watu wanatamani kujua ili waonekane na watu kwamba wanajua, na huu ni ubatili na aibu pia. Na tena kuna watu wanaotamani kupata elimu ili wapate fedha. Hii pia ni aibu na ni ubinafsi. Wapo pia wanaotamani kuwa na elimu ili kuwainua watu wengine, yaani kuokoa roho za watu wengine, na huu ni upendo Wapo wengine pia wanaotamani ujuzi na maarifa ili wakue katika fadhila, na hii ni hekima. Kati ya watu hao wote ni hao wawili wa mwisho tu wanaotumia elimu kwa ufasaha. Haya aliyezungumza Mtakatifu Bernardo. Mtakatifu Alberto Mkuu, askofu na mwalimu wa kanisa, utuombee. Hii ni sauti ya Pasko Tuliano. Tumsifu Yesu Kristo.